Tulivyosema kuna tumechanganua kikatiba, tumechanganua kisheria, tumechanganua kikanuni. Kwa hiyo yale ya kikanuni tunayapo, ambayo tunayaona hayahitaji bajeti yanaweza yakafanyika, hata ingekuwa imebaki siku mbili uchaguzi kufanyika, yanaweza yakafanyika na uchaguzi ukawa wa haki. Mtazamaji haujambo, wakili msomi Bonifasi Anyesile Mwabukusi anaandika katika ukurasa wake wa Facebook akisema, uasi mfumo kandamizi kwa kurasimisha mabadiliko chanya ya kisiasa nchini Tanzania. Anaendelea kusema, Radicalization ya mazingira chanya ya kisiasa ni muhimu Tanzania kwa sababu zifuatazo. Anasema moja, kurejesha mamlaka kwa wananchi. Kwa muda mrefu sana, mamlaka ya kisiasa yamekuwa mikononi mwa wateule wachache. Anasema elimu ya uraia ya kina na uhamasishaji wa kitaifa ni muhimu ili kurejesha mamlaka kwa wananchi kama ilivyoainishwa na ibara ya nane kifungu cha kwanza kidogo a cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ananukuu kwa kusema, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayozingatia misingi ya demokrasia na mamlaka ya wananchi. Pili, anasema kudai uwajibikaji bila hofu Mazingira chanya ya kisiasa ni lazima yaruhusu wananchi kuwauliza viongozi maswali, kukosoa sheria dhalimu na kupinga matumizi mabaya ya madaraka bila kuogopa vitisho, kukamatwa au kutoweka kwa nguvu. Tatu anasema kurejesha nafasi ya upinzani na asasi za kiraia. Demokrasia bora hujenga juu, hujengwa juu ya upinzani imara, vyombo vya habari huru na asasi hai za kiraia. Kunahitajika mabadiliko makubwa pale ambapo wachezaji hawa wamekuwa wakinyamazishwa au kudhoofishwa. Nne. Wakili Mwabukusi anasema kukuza uraia hai badala ya uraia wa kuangalia. Watanzania wanapaswa kuhamasishwa kutoka kuwa watazamaji hadi kuwa wamiliki wa demokrasia yao. Anasema mabadiliko haya yanahitaji ya mabadiliko makubwa ya fikra, utamaduni na ushiriki wa moja kwa moja. Tano. Anasema kuharakisha kuwaraki, mageuzi ya kisiasa radicalization ya chanya inahusisha madai yasiyo ya vurugu lakini thabiti kwa ajili ya a katiba mpya inayomjali mwananchi. B, tume huru ya uchaguzi. C, uwazi katika ugharamiaji wa kampeni d. Usawa katika upatikanaji wa majukwaa ya kisiasa. Misingi ya radicalization ya mazingira chanya ya kisiasa. Moja, harakati za kuongeza ufahamu wa kikatiba kufundisha wananchi haki zao, mamlaka yao na nyenzo za kikatiba walizo nazo. Pili, ubunifu wa kisiasa unaongozwa na vijana, kuhamasisha matumizi ya majukwaa ya kidigiti ama kidigitari, sanaa na wanaharakati kukabiliana na hali ya kutojali. Tatu, hatua za moja kwa moja zisizo za vurugu mkutano, mikutano ya amani, sahihi za maombi, kesi mahakamani na kampeni za vyombo vya habari, vyote vikiwa ndani ya sheria, lakini kwa ujumbe thabiti na sio usioogopa. Nne, kujenga ujasiri siyasa, wa kisiasa kuwawezesha wananchi wa jamii kusimamia ukweli mbele ya mamlaka bila hofu. Kwa mtazamo wangu wa dhati kuna haja kubwa ya kufufua matumaini ya kisiasa, ari ya uraia na uzingatiaji wa kweli wa katiba. Anamaliza kwa kusema, kuzuia kwa makusudi na bila sababu ya msingi mazingira huru na jumuishi yaliyo sawa kwa watu wote kisiasa nchini ni sawa na kujenga uwanja wa kuzalisha hali ya sintofahamu au machafuko ya kisiasa katika nchi yetu. BAK Mwabukusi. Baada ya kuandika hivyo, wasomaji wake wametoa maoni, akiwemo Nixon Muyemba akisema: Bonifasi anyisire Mwabukusi, naomba utambue yafuatayo. Watanzania tunakupenda kwa sababu wewe ni mkweli. Watanzania tunakupenda kwa sababu wewe umechagua fungu lililo jema la kutetea haki na usawa katika taifa letu. Watanzania tunakupenda kwa sababu wewe ni msomi mwanasheria, na tunaona faida ya usomi wako katika jamii yetu na taifa letu kwa ujumla. Watanzania tunakupenda kwa sababu wewe una roho wa Mungu ndani yako. Ubarikiwe sana katika Kristo Yesu daima. Tunakuombea uwepo wako hapa duniani uwe na faida na endelee, uendelee kufanya kufanyika baraka katika maisha ya watu wengine. Boniface Nyisire Mwabukusi anajibu akisema, Nixon Muyemba Amina. Rabi Amina. Amineli Jeremia Nguluma anasema wanaelekea kukubaliana na kuanza mchakato, ila ni wa kuangalia sana sasa kuliko wakati mwingine. Shabani Manzi anasema katika kabira ambalo lina wasomi wengi Tanzania ni pamoja na Wanyakyusa, hivyo hivyo ndo kabila ambalo lipo katika miongoni mwa makabila ambayo yapo tayari kumpa kila mtu mgeni kuliko mwenyeji. Wewe Mwabukusi ni miongoni mwa Wanyakyusa wasomi, umejaa nondo za kutosha. Licha ya serikali kuwa kandamizi kwa vyama vya upinzani, ulivyogombea ubunge Busokelo ilikuwa unapita asilimia mia moja, lakini kutokana na tabia ya Wanyakyusa kutoka kikubari cha kwao ilichangia wewe kufeli, lakini mimi nasema wewe ni mtu ukiita Tanzania unaitika. Ungekuwa Makonde, Msukuma wa makabila mengine ambayo yana kidhamini cha kwao, tungeshuhudia unakuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Parapanda imelia anasema inasikitisha na inaunauona kwamba Watanzania waliibiwa nguvu yao ya kuamua nani kuongoza, yani demokrasia, na bado hawajui kama wameibiwa nguvu hiyo kupitia vifungu vibovu kwenye katiba, huku wengine wakishangilia waliowaibia. Hata mimba tayari shachukuliwa maamuzi yake, mtoto anazaliwa akiwa hana nguvu ya demokrasia. Andwele Lugano anasema maridadi kabisa, bwana Kajunjumele: kesho yetu iliyo bora msingi wake hujengwa leo, kejeri na lugha za hila zisikukwamishe wala kukuvunja moyo. Lusajo Mwanyololosha anasema asante kwa elimu nzuri, ila kuna jambo linanitatiza. Hivi mnaposema katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, mnanukuu vifungu hivi na Zanzibar wanatumia hivyo hiyo hiyo au wao wanatumia tofauti? Bonifasi Anyesire Mwabukusi anayojibu kwa kusema Zanzibar wana katiba yao na kwa mabadiliko waliyoyafanya mwaka elfu mbili na kumi, wao ni nchi kamili. Hivyo kiufundi wana bunge lao, mahakama yao na jaji mkuu wa Zanzibar wao, na rais wao, kimsingi by default, ukiona tunasema jamhuri ya muungano wa Tanzania tunazungumzia Tanganyika. Daniel Charo asema nchi ina wageni wa kuzaliwa na wenyeji wa kuja na wageni wa kuja ndiyo wanaomiliki na kutawala. Wenyeji wa kuzaliwa wamerudisha mikono nyuma na kuinamisha vichwa chini, ili nalo ni balaa chini ya juu. Nchini Tanzania watumwa wamepa, wamepanda farasi na wafalume wanatembea kwa miguu. Isaya Kapiera anasema we wapi somo wengine, we wapi somo wengine ni bendera fuata upepo. Bonifasi anyisie Mwabukusi anasema Isaya Kapiera, kwema ndugu yangu, habari za siku. George Mwakapiki Mshani anasema ubarikiwe mkuu. Majura Kafumu anasema kuna mtu yuko ACT eti ni mwanasheria yeye Kajizima data anataka ubunge badereka anataka uchaguzi na uchafuzi mwaka huu. Samsa Simba Sanaa anasema wenye akili wanapingwa kila kukicha. Fredi Gwakisa anasema laiti wangekuwa wanamwelewa wangebadilika. Senya Patrisi Patre anasema kaka mkubwa Bonifasi Anyesire Mwabukusi wanasema umehongwa VXR ili utulie usiongee mambo kama haya mkuu. Bonifasi Yanyesile Mwabukusi anasema Senya Patrice Partner, sawa. Alois Msumba anasema mbona Alamdude alizungumzii? Tena Bonifasi Yanyesile Mwabukusi anasema Alois Msumba, wewe umelizungumziaje? Yani mimi nizungumze, wewe umekaa hapo unasikiliza na kujiburudisha. Nilizungumza ili usikie. Uliposikia umefanya nini? Jitahidi kuwajibika, sio kusikia na kusikiliza huku, umekaa ukisubiri mtu wa kulaumu. Richi Richard anasema brother huko smart sana, shida mazingira. Labani Kalunie anasema mimi nikubali. Godfrey Godfrey Edward anasema kabisa. Edward Wilson anasema ujumbe huu wa BK Mwabukusi ni wa kizalendo makini, na unaugusa kiini cha changamoto za kisiasa Tanzania Uasi mifumo kandamizi kwa njia ya amani na kwa misingi ya katiba ni hatua muhimu ya kujenga taifa la haki, usawa na demokrasia ya kweli. Uhamasishaji wa, wa uraia hai, ulinzi wa uhuru wa maoni na kusimamia wajibikaji ni msingi wa kuleta mabadiliko chanya na ya kudumu. Wekiza Jackson anasema Mungu amekuinua kwa makusudi katika nyakati ngumu kama hizi ili ajitwalie utukufu wake. Barikiwa sana. Haya ni baadhi ya maoni ambayo yametolewa na baadhi ya wasomaji wa ukurasa wa Boniface Mwabukusi baada ya kuandika mada isemayo katika uga huu akisema kuasi mfumo kandamizi kwa kurasimisha mabadiliko chanya ya kisiasa nchini Tanzania. Mtazamaji nawe una nafasi ya kutoa maoni yako. Karibu na hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Kalurunga.